Naam, naam, naam. Ee bwana, hii ni Kwikwi TV tuko live maeneo ya Forest Kingalo, okay? Tuko na ndugu yetu hapa anaitwa Baisa. Tuko na Mheshimiwa Baisa. Ee bwana, kwanza sisi tunataka kujua ndugu yetu alishawishika na nini mpaka kamua kugombea U, nini vile ujumbe wa serikali za mitaa ndiyo, eh kwa sababu sasa hivi serikali za mitaa naona wengi wao ni vijana mama kaja kuleta mabadiliko. Okay, e bwana, tunaomba kwanza atuambie ndugu yetu kwamba alishawishika na nini, kitu gani kimemsukuma mpaka akaamua kugombea ujumbe wa serikali za mitaa. E bwana, ndugu yangu mambo vipi? Asante kabisa, is... kwema, kwema, kwema, kwema. Bwana, kiongozi uchepe, a kiongozi naona uchebe umenawili, ubaya unang'aa. mambo ni hivi mambo ni hivi Mambo ni ni Ma mitano tena eh, mama, tena mitano tena kwa mama. Bwana, wanasema mitano tena kwa mama, mama Bana mama, mimi mwenyewe nakupa mitano kama kama mjumbe anakupa mimi nani e, nani usimbe mama, lazima nitoe mitano tena kwa mama Bana mjumbe, vipi, mambo yanaenda? Mambo safi kabisa, mwandishi wema, tuko unaona, mtaa wetu huu mm, ambao mimi ni mjumbe. Ndio, una amani. De, wato, naona naona, naona. Watu wanafanya biashara zao kwa amani, hawasumbuliwi naona, ha hamna vibaka. Vibaka tumedhibiti hilo, naona, naona. Na bado mambo mazuri yanaendelea kuja Naona ndugu yangu, tangu nimechukua ujumbe, naona hata mtaa umependeza, umetulia, umependeza. Nasema kutulia tu mtaa, msafi, msafi, watu wana enjoy. Mi mwenyewe naona wanatafuta riziki zao Bwana... ni kweli mm. tunaweza ukatuambia kwamba ni kitu gani ambacho kilikushawishi au kilikusukuma mpaka ukaingia kwenye maswala ya siasa? kama hivyo sasa hivi ni mjumbe wa serikali za mitaa. Je, kuna kitu gani ambacho kilikushawishi mpaka ikaja kufikia ukagombea, na wananchi walivyokuwa hawana hiana, wameona kazi yako unaona? wakaona kabisa ni kijana ambaye anaweza, sio tena kumpa mzee kutokea shida kwenda kumwamsha mpaka aweke maji ya moto akandwe, ila kijana muda wote unaamka. Je, kitu gani kilikushawishi mpaka ukagombea? Ni kweli uko <infused> kubwa sahihi kabisa. Mimi kwanza kuhusu swali, swali so la kuhusu siasa, ndugu mwandishi, mimi kwenye siasa sijaanza leo kuingia kwenye masuala ya siasa, ni muda mrefu sana. Toka kipindi kile nakumbuka, nilikuwa buruba pale Shinyanga pale, nilikuwa form 3, nadhani maswala hayo nimeanza kujihusisha nayo ni muda mrefu. Nimekuja huku Morogoro tena na ndo nimeendelea natembea mle mle, na sio ujumbe tu, na nadhani na malengo ya kuja kuwa kiongozi mkubwa sana baadaye. Jambo la heri, tumpige makofi kidogo. Jambo la heri sana. Nashukuru na wananchi wangu wananipa sapoti yeah. Kila anachokifanya tunaenda sawa <laughs> na naomba waendelee kunisapoti hivyo hivyo baadaye yeah, na malengo makubwa sana hilo. Shehe, mimi mwenyewe nakusapoti sana lakini pia Ndugu mjumbe, tunakupongeza sana sisi kama Kwikwi FM tumekuja hapa leo. Mimi naitwa Mr. Paulo mtangazaji nguli wa Kwikwi FM, lakini soma udidi kitenge. Lakini toka uingie kwenye uongozi wako mwenye mjumbe ndio. Aa, changamoto gani ambazo unakutana nazo katika mtaa wako changamoto